John Mwananzumi, kijana mwenye umri wa miaka thelathini na mbili ambaye ni mkazi wa Kilimani mtaa wa Kihesa halmashauri ya mji wa Njombe amefariki dunia baada ya kudaiwa kujichoma na kisu tumboni alipokuwa eneo la kanisa la Romani Kathoriki Njombe, huku sababu za kuchukua uamuzi huo zikiwa hazijajulikana licha ya kuelezwa kuwa amekuwa akikabiliwa na changamoto ya afya ya akili. Ayo TV pamoja na millardayo.com tumefika msibani na kuzungumza na marafiki wa John pamoja na viongozi wa mtaa huu ambapo wamefafanua namna walivyokuwa wakiishi naye huku wakisikitishwa na uamuzi huo. Uh, kwa majina naitwa Riziki Fabiani Sanga. Ni mwanajamii na muumini wa kanisa Katoliki. Nipo Kigango cha Kilimani mtaa wa Kihesa. Uh, po hapa eneo la, la msiba ambao umemkuta kijana mwenzetu ambaye anaitwa kwa majina ya Gabriel anaitwa John, John Mwananzumi ambaye ametuaga siku ya siku ya kuamkia jana. Uh, kwa historia fupi ninavyomfahamu marehemu mimi, nimeanza kukutana naye katika shughuli za utume akiwa ni muumini wa kanisa katoliki akiwa ni mwana kigango cha Kilimani na mimi nikiwa ni sehemu ya viongozi wa kigango cha Kilimani. Katika ushiriki wake, ni kijana ambaye alikuwa mtulivu, tulikuwa tunashirikiana vizuri na alikuwa ni miongoni mwa wanakwaya ambao tulikuwa tunashirikiana nao katika kwaya ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kigango cha Kilimani. Ah, kutokana na hili tukio kutokea tumelipokea kwa masikitiko kama kwaya kama kigango na kama waumini wa kanisa Katoliki. Aa, kwa sababu ni jambo ambalo limetukuta katika mazingira ambayo yasintofahamu E, hatukuwa tunaamini kama kijana mbaye kama yule angeweza kufanya uamuzi kama huu, lakini tunaishia kuyapokea. Kijana tulikuwa tunaishi naye vizuri, tulikuwa tunashirikiana naye vizuri, muda wote tulikuwa naye bega kwa bega kwenye masuala ya utume, na nadhani hata kanisa kwa upande wetu wa Njombe lilikuwa linatambua mchango wake katika kanisa letu hasa kwa upande wa vijana. Maana yake uvikanjo siku linatokea tukio ilikuwa kama jioni, na ni sehemu ambayo ilikuwa ni sehemu inafanyika misa kanisani, lakini yeye ye alienda kama muumini wa kawaida kwa ajili ya kusali. Lakini kabla ya hapo, alikuwa na siku mbili ambazo alikuwa amefuruliza akiwa amefunga kwa maana ya kumwomba Mungu ile siku ya tatu yake ndipo amekuja kufanya huo uamuzi, lakini akiwa katika harakati za kuendelea kumtumikia Mungu ee. Swala la upatikanaji wa kifaa siwezi kuzungumza sana zaidi ya ile taarifa ambayo ilikuwa inaeleza kwamba kile kifaa kilikuwa ni kipya, maanake ni inaonekana hata ganda lake lili Ene, alienda kulitolea pale pale alipofanyia hilo tukio. Kwa tafsiri ya haraka, tunaweza tukasema huenda baada ya, baada ya ibada au misa kumalizika, yeye alitoka nje akaenda kutafuta hicho kifaa, kukinunua na kurudi kufanyia kujijeruhi. Uh, kwa taarifa tulizozipata na mashuhuda waliokuwepo, alikuwa amejichoma sehemu ya tumbo ee, na kwa bahati mbaya ali utumba ulitokea nje na pia alikata baadhi ya sehemu. Kwa jina naitwa Emmanuel Vincent Kisogole. Ndugu yangu jina lake namfahamu kwa jina la John Mwananzumi, lakini pia ni jirani yangu kwa maana ya hapa ambapo tunaishi. Mimi hapa ni mpangaji, nimepanga, lakini niko sehemu kidogo, kama watu wa ishirini mbele jamaa yangu namfahamu kupitia uimbaji. Mimi namfahamu kwa sababu ni mwalimu wake kwenye kwaya aliyokuwa akiimba, hii kwaya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili iliyopo Kilimani. Ni mtu mmoja poa sana, na mara nyingi nilikuwa nikishia naye ni habari tu ya mziki, tukiimba nyimbo kwa furaha zetu. Sijawahi kuona amekasirika, ila ni mtu mmoja ambaye alikuwa ni mkimya sana na pindi utakapomuuliza kitu alikuwa akichukua muda kwa ajili ya kukitafakari hicho kitu na ili akujibu. Kwa hiyo alikuwa hana mambo mengi, kwa mtu wa kawaida tu, kisaikolojia unaweza kukuta huyu mtu basi ni mtu ambaye kama unaongea naye basi ongee naye kwa utaratibu sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ni mkimya sana mara nyingi sana. Kwa sababu ni mwanafunzi wangu, kuna nyimbo ambazo unaweza kukuta alikuwa akizipenda. Wimbo mmoja wapo ni wimbo unaitwa e, mkatoliki ni moja, ni moja jana, ni moja leo. Hiyo nyimbo alikuwa akiipenda. Hata kabla hajafika kanisani, alikuwa akinihamasisha mwalimu, hii nyimbo natamani iimbwe na kweli, kwa sababu imehiti mjini. Basi nafikiri alikuwa na kitu chake, akitaja yale mapaji yote mangapi kwa njia ya huo wimbo. Ni kitu fulani, ni mtu mwenye hofu ya Mungu sana na Hatimaye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ana visakramenti kwa mfano msalaba huo mara nyingi hata akiwa akiumwa. Kuna muda alikuwa akiumwa, anasema yeye msalaba wake ndio utakayemuokoa. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anapenda na imani yake nzuri kabisa. Sasa tunashangaa kwenye hicho kitu kwamba kimetokeaje, basi Mungu mwenyewe ashukuriwe. Tunachojifunza ni kwamba ukiona mtu anakaa kimya mara nyingi na akiwa anajitenga pengine, basi yafaa kwenda Kumuangalia, kumuona na light. Kama ni inawezekana ni kumuuliza ni nini anacho ana e, shida gani kwa ajili ya kuokoa ma, maisha ya mtindo huu kwa sababu asilimia kubwa vijana wa leo tunapambana na mambo mengi kuna mikopo e, kuna kuishi na akina mama hawa kama ni mwanaume hivi ni vitu ambavyo vinapelekea sana watu kupata misongo ya mawazo mara kwa mara kwa hiyo lazima kutembeleana tuone tunafanyaje kwa ushauri kwa vijana wenzangu basi tuone kwamba e, tuwe tunapata ushauri mara kwa mara na madarasa ambayo anaweza kawa natolewa elimu elimu hasa hii ya afya ya akili, basi tuone hiyo inaweza katusaidia. Jina langu naitwa Deo Mazao Sanga, ni mgombea wa nafasi ya udiwani wa Kata Njombe mjini kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Hili jambo la msiba huu tumelipokea kwa kuma masikitiko makubwa kwa sababu huyu kijana nilikuwa namfahamu vizuri, na kwa mategemeo yangu kwa huyu mzee nilijua hii ndio nguvu kazi yake. Sasa hawa vijana wetu wanapokuwa sasa wanaondoka kwa vifo ambavyo vinatatanisha hivi vinatuletea shida sisi kama wazazi lakini, ushauri wangu kwa wazazi wenzangu, hebu tuwe na muda wa kukaa na watoto wetu, kuzungumza nao, shida nini? Kama maisha ya Mwananzumi hajaanza leo, ametoka siku nyingi, na maisha sio rahisi kama vijana wanavyofikiri. maisha yanataka uvumilivu wa muda mrefu, kijana kwa sababu nimemfahamu kwa muda mrefu hata ile eneo alilojenga babake mimi ndio niye tafuta. E, kwa hiyo nimewafahamu akiwa toka wadogo, nimeishi nao kama wadogo zangu. Sasa sijajua hapa katikati kimetokea nini mpaka kuja kutokea hiki kifo, kwa sababu na mimi nimesikia jana mchana, nilikuwa sina taarifa Yeah, lakini kijana naye mfahamu vizuri tu, watoto wa huyu mzee wote nawafahamu kwa sababu mzee anahamia hapa, mi ndio niye tafuta hili eneo. Kwa hiyo hili jambo linanisikitisha sana kwa kumpoteza mdogo wangu. Kwa majina, mimi naitwa Fredrick Mkongwa ndio balozi wa mtaa e. Kwa kweli hili tukio limenisikitisha sana, kama mimi balozi wa mtaa asa ninaipokea kwa huzuni kwa, kwa sababu kijana meishi naye sana hapa sasa. Taarifa nilivyozipata zimenisikitisha sana kwa huyu kijana, jinsi nilivyoishi naye, tumefanya naye kazi za kimaendeleo za hapa mtaani vizuri. Sasa sijajua ili tatizo limemkuta kwa ajili ya nini? Maana angeshirikisha ta balozi. Pengine ni usongo wa mawazo au ni nini kilichomkuta? Mimi kama balozi sijui lakini naongea kwa uchungu kwa sababu ni kijana wangu ambaye alikuwa hana makuu na watu vizuri, na aliishi na watu vizuri hapa mtaani, na ukitaka ushauri tulikuwa tuna vijana wenzake wanamtumilizia. Alijiunga na kwaya za vijana na shughuli mbalimbali za kujitegemea za uchumi yeye peke yake. Kwa mimi kama balozi nimelipokea kwa uchungu sana, sijajua ni nini kilimsibu. Kwa majina naitwa Aida Elias Kilamlia ni makao mwenyekiti mtaa wa Kihesa. Ni kijana mpendwa kwenye mtaa wetu wa Kihesa, limetupa sikitiko kubwa kwa maamuzi haya ambayo yametokea, kiasi kwamba mpaka sasa ni pengo kubwa sana kwetu kama wanamtaa wa Kihesa, ni pengo kubwa sana kwa kijana huyu. Kwa kweli ni nguvu kazi kwa mtaa husika ambao kijana huyu anakaa na ni nguvu kazi ambayo tulikuwa tunaitegemea kwamba tukiwa tuna tukio, vijana hawa ndio chipkizi wa kufanya mambo mengi katika mtaa wetu. Binafsi kama kiongozi wa serikali, nasihi vijana waache kuchukua maamuzi magumu kama haya. Najua vijana tuna mambo mengi ambayo yanapelekea mtu kuchukua maamuzi tofauti, lakini mimi nasihi kabisa kwamba tujaribu kuona ukiwa na changamoto ukaye wapi uweze kusovu changamoto ambayo ulikuwa unayo. Nasemea kwa sababu gani? wanaweza kaa na msongo wa mawazo kwa vijana wetu hawa mm. Ninachotaka ni niwasihi kwamba takaona kuna kitu kinawaumiza, kuna watu ambao anaweza kaenda kajiuliza kwamba mimi nina shida, naomba mnipe mwongozo, mnipe maelekezo, ni sovu namna gani tatizo ambalo ninalo.